na kukiita maandamano ya amani. Mtu yeyote aliyewasikiliza na akiendelea kuwasikiliza, wanahamasishana kufanya mambo yafuatayo: namba moja, siku hiyo ya maandamano yasiyo na kikomo, yaani tarehe tisa Disemba 2025, wanaelekezana ambaye hajui kutumia silaha na hajapitia mafunzo, siku hiyo asishike silaha, wawaachie waliopata mafunzo ya matumizi ya silaha. Kwa maana rais watu hawa wanazo silaha za kutimiza lengo lao ambalo wamekusudia. Mbili, kupitia mitandao na klabu mbalimbali za mtandaoni, wanahamasishana wahakikishi wanaisimamisha nchi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 wananjaa. Saba, uhamasishaji huo umekwenda mbali zaidi kwa kuhamasisha siku hiyo waende pia kwenye mahospitali ili kuzuia huduma kwa wagonjwa zisitolewe, kwani wakifanya hivyo nchi itasimama. Nane, pia wanahamasishana kuwa watahakikisha wanawafuata popote walipo watumishi wa serikali